Nguvu za kike ndo mimi sina. Eh, unajaribu kunionyesha nini makoshi kwangu? Ni nini, ni nini yenye huyu mwanamke ako naye yenye mimi sina? Hebu amka tuone. Hebu ni e, nione tu. Ni nini mimi nimekosa makoshi? Ni nini yenye mimi sina yenye ujanitisha yenye unaitisha huyu mwanamke? Kwa nyumba yangu, makoshi kwa nyumba yangu. Hii ni nyumba yangu, makoshi. Tena kwa viti zenye tulichanga pesa tukanunua wawili. Mbona unanifanyia hivyo makoshi? Ni mwenyewe amekutoka.

Mmenilazimisha. Ni miwani unapenda ninunue. Amekulazimisha nini mpaka umemleta kwa nyumba yangu? Alikuwa tu wapi? Fuata yeye. Mfuate. Toka. Sasa, toka. Usi unakumbuka rent ni mimi nimelipa ya mwisho. Toka. Sasa, Fuata yeye. Mungu mnose nyane halino mseche undera kimi hasi anota. Enda, hapa ni kwangu. Nonsense. Eh? Mungu mlisia mkulira bia, mfuari ya mwona.